Sehemu ya tatu ya kuwekeza: wekeza akiba yako kwenye mfumo unaoitwa vipande vipande. Ni mfumo wa kiuchumi ulioko kwenye nchi yetu, ambako watu wanawekeza, wanapata faida kama vile UTT. Sisi hapa tumewekeza UTT, tunaitwa wajenzi wenye hekima. Kwa hapa tunakusanya fedha yetu kama wajenzi wenye hekima, na tumewekeza sisi eneo hili la vipande. Mwaka jana tumeweka milioni 41, na, na mwaka huu tunakusanya tunaweka, tukakubaliana kwa miaka saba, tukajipa jina la wajenzi wenye hekima. Tunakusanya mtaji wetu kwa pamoja, kama kanisa, kama taasisi, tunaweka kwa pamoja, tunamiliki kwa pamoja kama kanisa la mahali pamoja. Tulifanya hivyo na tunaendelea kufanya hivyo. Kitabu cha Mithali 31 ule mstari wa 18 huona kama bidhaa yake ina faida. Taa yake haizimiki usiku, anaweka akiba. Mstari wa kumi na nne anafanana merikebu ya biashara, kuleta chakula chake kutoka mbali. Maana yake unapowekeza kwenye mifuko kama hii inayotengeneza faida, kila mwaka, kila mwezi wanatupa gawio.